Moja kati ya makosa makubwa ambayo wazazi, walezi, walimu, hata wanafunzi wenyewe wamekuwa wakiyafanya ni kuamini ya kwamba mwanafunzi ana feli kwa sababu hana akili za darasani. Labda niirekebishe hii kauli: hakuna mwanafunzi ambaye hajaumbwa na akili za darasani, na kufeli haimaanishi kwamba mwanafunzi hana akili, lakini kufeli ni matokeo ya mbinu mbovu ambazo zinatumika wakati wa kujifunzia, na kufeli ni ishara ya kwamba mbinu zinazotumika kwa mwanafunzi kujifunza ni muda wa kubadilishwa, kwa sababu hazifanyi kazi kwa huyo mwanafunzi husika. Jina langu ni mwalimu Edwin, na katika video ya leo nimekuandalia mbinu kubwa nne ambaye mwanafunzi yoyote yule akizifuata ndani ya mwezi mmoja tu kwenye matokeo ya mitihani yanayofuata, matokeo yake yatakuwa ni ya kushangaza sana. Na mbinu namba nne ni mbinu ya muhimu zaidi, kwa sababu wanafunzi wengi wamekuwa wakiidharau, lakini ndio iliyowasaidia maelfu ya wanafunzi kufikia ndoto zao. Mbinu namba moja ambayo mwanafunzi anaweza kuitumia ni kubadilisha mtazamo hasi. Badala ya kusema sina akili, sema bado sijaelewa badala ya kusema sina akili kama wengine, sema nahitaji kufika walipofika wengine. Mtazamo hasi ni kama mnyororo ambao unamzuia mwanafunzi au unafunga milango ya juhudi za mwanafunzi kwenye kujipambania wakati wa kujifunza, lakini mtazamo chanya ni kama ufunguo ambao unafungua milango ya juhudi za mwanafunzi kwenye kujipambania wakati wa kuelewa. Hivyo, ukiwa na mtazamo chanya ni hatua ya kwanza kuelekea mafanikio yako ya kielimu. Mbinu namba mbili ni kutengeneza ratiba ya usomaji wako. Kusoma bila ratiba ni sawasawa na kusafiri bila ramani ya unapokwenda. Kwa asilimia zaidi ya tisini, utapotea tu. Moja kati ya makosa ambayo wanafunzi wamekuwa wamekuwa wakiyafanya ni kusema sina mudi ya kusoma, au nitasoma nikipata mudi. Mafanikio hayaletwi na juhudi za kihisia. Ili ufanye vizuri, ni lazima ujitengenezee nidhamu ni katika kujifunza. Weka ratiba yako, hata kama ni muda mchache, lakini ni muda wa uhakika. Kila siku, pata muda wa kujifunza, labda nusu saa mpaka saa au kama unaweza nusu saa mpaka masaa mawili. Ukiwa na nidhamu katika ratiba, ni rahisi kubadilisha matokeo yako. Na mbinu namba tatu ambayo imewasaidia wanafunzi wengi ni kufanya mazoezi ya ulichokisoma. Kusoma bila kufanya mazoezi ni sawasawa na kujifunza kuogelea kwa kutumia kitabu peke yake, haitofanya kazi kwako. Mazoezi hii ni sehemu ya pekee ambapo unaweza ukatambua mimi ni bora sehemu gani na mimi nina udhaifu sehemu gani, na jinsi ya kuubadilisha huo udhaifu kuelekea kuwa bora au jinsi ya kuondoa huo udhaifu ulionao. Mwanafunzi ambaye hafanyi mazoezi kamwe hawezi kufikia malengo yake, kwa sababu hana muda wa kujitathmini, wapi nipo bora na wapi sipo bora, na obvious, atakuwa ni mtu wa kufeli tu. Lakini unapofanya mazoezi ni wakati wako wa kujifanya kuwa imara, na akili inazidi kufunguka na kufunguka, hivyo inakutengenezea matokeo bora kuliko ambayo umezoea na mbinu ya nne ambayo wengi wamekuwa wakiipotezea, lakini ni mbinu ya muhimu sana kwenye safari ya kujifunza ni kuomba msaada pale ambapo unagundua kuwa kuna kitu haujakielewa. Ni makosa makubwa sana kukaa kimya, lakini badala yake ni vizuri sana kuomba msaada. Kuomba msaada kunaanzia darasani wakati mwalimu anafundisha, kama hujaelewa, ni muhimu kuuliza swali: mwalimu, samahani, naomba unisaidie kurudia sehemu hiyo. Hapo inakufanya uelewe zaidi. Lakini kuna msaada hata baada ya kuwa kipindi kimeisha, unaweza ukamwona mwalimu tena kwamba mwalimu, ulifundisha lakini sehemu hii hapa bado sijaelewa vizuri. Kuomba msaada utakufanya kurekebisha yale makosa ambayo hayajakaa vizuri katika uelewa wako, hivyo kukufanya uwe bora zaidi. Kuna mwanafunzi wengine hawaulizi maswali kwa sababu wanaona aibu au wanadhani labda watachekwa, lakini nikwambie kwamba aibu ya dakika tano ni bora kuliko hasara ya maisha yote. Lakini kama huwezi kumuuliza mwalimu kwa sababu yoyote ile, unaweza pia ukajaribu kumuuliza mwanafunzi mwenzako ambaye unahisi labda atakuwa amekuelewa vizuri. Ni njia ambayo pia wengi imekuwa ikiwasaidia. Chagua mwanafunzi ambaye unaona huyu kwake naweza kupata msaada, muombe msaada, mwambie kuelekeza. Lakini kama akishindwa pia, unaweza kutumia mbinu kuenda kwa mwanafunzi wa kidato cha juu zaidi. Kama wewe ni form 2 unaweza kumuuliza form 3. Ni njia ambayo imekuwa ikiwasaidia wengi sana, kwa sababu kufundishwa na mwanafunzi mwenzio, muda mwingine, inakuwa inakuwa inakufanya uwe huru zaidi, hata kuuliza, kwa wale wanafunzi ambao wanauoga kuuliza walimu. Lakini ukikosa hapo kote Nenda kamuulize mwalimu, kwa sababu wewe unajua unachokifanya. Hizi ni mbinu nne ambazo mwanafunzi yoyote akizifuata ndani ya mwezi mmoja tu, lazima ataona mabadiliko na safari yake ya elimu itakuwa ni yenye manufaa makubwa. Usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe ili wakati mwingine tunapoleta masomo mengi kwa ajili ya kujifunza kwa ajili ya kuboresha safari hii ya elimu usipitwe. Asante sana.